ni mwana wakwa ndangikorwa ni mwikamba uriko ni mwana wakwa ngandangika ndangika tabadhali akorwa ciana ni ciendani ne ni ciendani re tika gotindo gika desperation of relationship tondwa na waka korwa murumi gucu winake aciari ni maregire mugorane ni mungi aciari ya mwari ucio aciari mwigwe ndoni mono kwanja ando menda na ne menda na itikiria ndo mathi magage muciite kwamberia ati kureta cira iri uri wana mwea mwere gomwe wana mwi makasi ni